Je, una swali kuhusu kaboni? Hivi majuzi tumeona watu wapya wakiwasili katika jumuiya zetu, wanaahidi pesa nyingi, tutie sahihi karatasi zilizojaa maneno na magumu ambayo hatuelewi kabisa. Wanasisitiza kuwa hawataki kununua ardhi yetu, lakini kitu ambacho kiko ndani ya miti, ambacho hatuwezi kuona, kitu kinachoitwa kaboni. Lakini kabla ya kusaini karatasi zozote, tunahitaji kuelewa hata hivyo, kaboni ni nini na kwa nini ni muhimu? Sisi tunaoishi msituni tumeona mabadiliko mengi katika miaka hivi karibuni. Inazidi kuwa moto zaidi na zaidi. Wakati mwingine mvua hainyeshi vya kutosha, wakati mwingine inanyesha sana, na hatuwezi tena kutabiri kitachotokea. Watu wote wa kiasili wana maelezo yao wenyewe kuhusu mabadiliko haya. Wanasayansi wanaochunguza mabadiliko haya wanasema yanatokea kimsingi kwa sababu ya kaboni. Kaboni ni kipengele ambacho hatuwezi kuona, lakini kinapatikana kila mahali: hewani, mitini, ardhini, wanyama na hata ndani ya miili yetu. Mafuta kama vile dizeli au petroli tunayotumia kuendelesha mashine na magari yana kaboni nyingi. Nishati hizi zinapochomwa hutoa kaboni hiyo yote angani. Leo miji na viwanda vingi vinategemea nishati hizi kufanya kazi. Kadiri biashara inavyokuwa kubwa, ndiyo wanavyotoa kaboni zaidi hewani. Pamoja na kaboni nyingi angani, joto kutoka kwa jua hunaswa ndani ya angahewa letu. Hii inafanya kila kitu kuwa moto zaidi: hewa, ardhi na maji. Wanasayansi wamekuwa wakionywa kwa muda mrefu kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kusababisha hali mbaya ya hewa na hatari na yatafanya maisha kuwa magumu sana. Ili kuepuka hili, wanadamu wanahitaji kupunguza kiasi cha kaboni kinachotolewa angani. Miti huhifadhi kaboni nyingi ndani yake, na zikikatwa au kuchomwa moto, kaboni hiyo yote huingia angani lakini wakati msitu unalindwa, kaboni inabaki kuhifadhiwa kwenye miti. Miti inapovuta pumzi, kukamata kaboni kutoka hewani, wanapopumua hutoa maji ambayo hutoa mvua na kupunguza joto linalozunguka. Nina hakika umegundua jinsi hewa huwa baridi kila wakati msituni. Sisi tunaoishi msituni tunajua jinsi miti ilivyo muhimu. Wanatupa makazi, wanatupa chakula na dawa, na wanazuia udongo kusombwa na maji. Wengine hutusaidia kupata maji tunapokuwa na kiu, mengine ni sehemu ya mazoea yetu ya kiroho. Lakini wengine huona tu misitu kama chanjo cha pesa. Wanaharibu kila kitu ili kuchimba mbao, dhahabu na madini au kufuga ng'ombe au kupanda soya. Mwishoni wa miaka zilizopita nchi nyingi za ulimwengu zilikubali kwamba zilihitaji kuunganisha nguvu ili kulinda mazingira. Zaidi ya miaka ishirini baadaye, mwaka wa 2015 walikutana tena kujadili tatizo la mabadiliko ya hewa. Mjadala huu ulizua wazo la kuvutia. Kuna eneo kubwa la watu wanaoharibu misitu ili kupata pesa. Itakuwaje kama watu wangeweza kupata pesa kwa kuacha misitu imesimama na kwa hivyo walikubaliana kuunda soko la kaboni, ambapo wajasiriamali na serikali wanaweza kutengeneza pesa kwa kuahidi kulinda misitu. Lakini tumekuwa tukilinda misitu kwa muda mrefu, mara nyingi kwa maisha yetu wenyewe. Ni kweli, sisi tunayoishi katika misitu tunahitaji kufikiria jinsi soko hili la kaboni linaweza kusaidia au kuzuru jamii zetu. Kwa maelfu ya miaka tumelinda msitu, si ili kupata pesa, bali kwa sababu ndiyo chanzo cha uhai wetu. Kwa hivyo, ili kushiriki katika soko hili la kaboni, tunataka kuwa na uhakika kwamba jamii zetu hazitadanganywa au kuzuriwa na kwamba maisha yetu msituni yataheshimiwa. Katika filamu inayofuata, tutaeleza kile ambacho jumuiya zinaweza kufanya ili kulinda haki